Yes, a <laughs> <laughs> nimefurahi tu kuwa hapa na imani kuna vitu vizuri ndani. Urembo kama urembo mwingine. No, mtu ametoboa sehemu ambazo Amna ni urembo tu. Imeathiri kwa kiasi gani? Labda pengine tumeona rafiki yenu uh, Sophie alizungumza kwenye moja kati ya interviews maneno ambayo sio mazuri, then akaja kuomba msamaha. Uh, huwa inakudisappoint ama zinadisappoint vipi nyie watu maarufu kuzungumza vitu kama hivyo, afu mwisho wa siku unajutia Sio kitu kizuri, na ndio maana amekuja kuomba msamaha. Amekosea na sisi tunamwombea msamaha pia, watu wamsamehe, ameteleza. Ulichukuliaje wewe baada ya kuona ile clip ya Sofia akizungumza vile vibaya? tumeongea naye mm. mm. Ulimpigia simu? Nampigia hayuko sawa, amesema yeah. Yeah, kwamba alikuwa amelewa. Of course alikuwa amelewa mm. pande yako ongea vile. Hapana. Ilikuwaje kambini wakati ishatoka ile clip na, naomba hapana, sisi hatuko kambini, hatuko kambini ali, ali ameomba msamaha kwenye group la kazi Brother, Tutu, <laughs> <gayana> uh, wakali, na ikaonekana clip fulani ambayo baadhi ya ndugu zako wajua kali wakiimba kuhusiana na issue ya Dulla Makabila wakasema, Dulla Makabila imekufundisha na nini, watu wakaanza kuhisi labda pengine labda Zai na Dulla Makabila wamerudiana kwa kwenye mahusiano. Hapana, hatujarudiana, tuko tuna enjoy tu. Yes, ni kawaida We unavyoona Dulla like, naweza mkarudiana? Hatuwezi kurudiana, hatuwezi, mimi siwezi, hatuwezi. kwa nini? Nahisi awsiwezaji yani, tukiachana tumeachana. Lakini sasa hivi unaonekana kama unaenjoy sana maisha, na kuona mara nyingi kuna snap yako, unaenda south zima, watu na sasa hivi ni kwamba unaenjoy sana maisha kuliko zamani. Kawaida, alhamdulillah, nashukuru Likuambea niko singo. nyuma ya Zai kuna mtu wapi? Siwezi kuongelea mahusiano, lakini pia siwezi kusema kama niko singo au siko singo. No comment. asta kuongelea mahusiano yangu, siwezi kuongelea, yani siwezi kuongelea hizo issue. Ni komenti gani ambayo umekutana nayo baada ya kutoboa ulimi? uh, siso, miintas... so, yeah. Na baada ya kutoboa ulimi nini kinakuja kufuata kutobolewa? <laughs> <laughs> maisha <laughs>